Karibu uswazi kwetu, naona pameka hapa i kidogo. Pigeni maombi mtuombe. Naomba hela yangu ya umeme. Mama naomba nivumilie. Hmm, mambo yangu sio mazuri. Mwanamke unaleta, ila mimi nikikwambia hela yangu ya umeme unasema nivumilie. Sasa mambo ya mwanamke anakuja nitakupa nimekwambia nataka hela yangu ya umeme mwanamke unaingiza unaenda kumpa nini mo ndani, unampa hela hiyo. Naomba hela yangu ya umeme. Wewe kaka, hela yenyewe umeme au ngoja. <laughs> Kwanza mama, naomba univumilie. Enjo, ngoja kwanza. <laughs> Mama, mambo gani tunafanyana haya? Hiyo hela ni kamda gani kwako? Kwa elfu mbili tu ndio sababisha demu wangu aondoke. Elfu mbili umeona ndogo wewe? Hivi unajua muda anaotumia kumtafuta huyo mwanamke. Mimi nataka hela yangu ya umeme. Hata kama nyumba ni ya kwako, bwana. Enjo. Niache <coughs> na changanikiwa mchungu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hopeless.